Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanatembea katika sehemu mbalimbali, wanaamiliana na watu katika kununua, kuuza, wakisafiri, wanapanda magari ya watu, ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao hata kama una gari lako, lakini haupiti barabara ya peke yako, barabara ambapo linapita gari lako yanapita na magari mengine, unapishana na watembea kwa miguu. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaposti picha katika mitandao ya kijamii, hautazami peke yako, na wapo ambao wanatazama, lakini hawalike awa wala hawacomment, lakini wameona. Sasa unakuta kila mtu anakutazama kwa jicho lake, unapokwenda sokoni kununua mahitaji yako ya futari ama vitu vingine kama hivyo, mahitaji mbalimbali mbali ya nyumbani, ofisini, kazini. E, wewe uko bize na mambo yako, lakini kuna watu wanashughulika wanashugulika na wewe. Wewe si uko bize unashughulika na kununua mboga na kununua mihogo na kununua nazi ama kununua madaftari na vitu vingine kama hivyo, lakini wako kuna watu wako bize na wewe kukuangalia. Sasa kuna namna yoyote watu hawa hata kama wasipochukua hatua ya kwenda kwa mganga kukunuiza jina lako kuroga, inawezekana tawa akawa hatawa kujui. Lakini tuseme ukweli wa kusema, jicho lina husudu, uchawi ni kweli. Yani jicho, Mtume anasema hakika madhara ya jicho ni kweli. Mtu ikiwa mtu anaweza akajihusudu yeye mwenyewe tu kwa kujitazama, sembusi na macho ya watu Usijua ukaona ukienda ukipata gari lako ukirudi ukienda nyumbani ukuja ukiwasha ukigeuza waona kama ufahali vile, lakini kuna namna moja ama nyingine. Yale macho ya uchungu, kuna macho ya uchungu na kuangalia, mwingine anakuchukia, kuna mwingine anasema ah, jamaa, mashallah bwana, kuna watu Allah kawapa bwana, mwangalie dada, shepi yake muone, bwana, mashallah, ah, yule dada mashallah, anabadilisha maabaya. Yule kaka mashallah Anajielewa bwana, yuko bizi na mambo yake, asubuhi akiamka yupo bizi na kazi zake, akirudi jioni anasalimia watu, yule kaka yuko, ana mwonekano mzuri, perfume wili, nimependa. Hao wote waliokusifia kwa wema na ubaya wote, wamekuachia athar, kuna athari wamekuachia. Sasa kuna athari nzuri na kuna athari mbaya, zile mbaya zinakudhuru. Ndio maana kuna mda mwingine mtu najihisi, unajihisi dhiki Kwenye mwili wako, kwenye kichwa chako, wajihisi kama uraunguriko, wajihisi mazonge mazonge, ta fulani. Ni sio kwamba kuna mtu kakuroga, yale macho unakuwa ukitazamwa, ukitazama. Ndio maana tunasema siku zote, mtu mara kwa mara jibusi, kaa time ndogo, fanya adhkari, mwiteshea kufanyia kisomo, choma ubani, agiza dawa za kuoga uoge, kwa sababu wewe kila siku upo kwa watu, wazunguka na watu mtu anaweza sikuroge ule uchawi ambao wakwenda kwa mganga, lakini uchawi wa macho tu. Tena uchawi wenyewe kwa kukusifia tu. Ah, ndugu yangu, mashallah! Sasa hizi unajitahidi na kwenda kazini kila siku na kuona bwana kila siku na kuona unaenda kazini, ongea. Ah, sasa hizi umenenepa. Ah, nyumba yako inakwenda. Ah, ndugu yangu, sasa hizi unapendeza. Ah, ama hata wewe usisikie mtu anasema tu, perfume unajipulizia. Dada huyo, kaka, naipenda nzuri sana, afu mtanashati, najelewa huyu silikuwa nakapale huyu si hivi. Na mwingine mtu kukuangalia ehe, anakuachia na lake vile kukuangalia tu. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kuzingatia wandugu zangu, basi ni kuzingatia juu ya- ya- ya- ya mara kwa mara kuto kujisahau na wala si dhambi. Ndio maana tuka create hizi sabuni za kutoa manuksi mikosi macho mabaya mabaya ifike mahala mtu unaogea yani, kinakuwa ni kitu endelevu. Mimi nimekaa chini nikaona e, itakuwa mtu kila siku oga dawa, nikaona hapana, nitengeneze sabuni ambazo zimetengenezwa kwa madawa ambazo mtu takuwa ukioga kabla ya muda mfupi unazioga unaogea, mashallah wajisafisha nazo mashallah, alhamdulillah, mambo yanakaa vizuri. Usiache kufanya visomo, usiache. Ikiwa huwezi, mpigie shekhe akufanyie hata kulekodie tu sisi wana yeye fulani ama Alhabibi, nilekodie kisomo ya kisomo kizuri, nipate kusikiliza. Na kikubwa ni nia, siku zote wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lilmu'minin wa la yazilu dhalimin illa khasala, ye qur'ani tu ni ponyo ni shifa, ni ponyo ni shifa. Na hata wale ambao wanasema nyie mfanya rukia aifai kusomea Qur'ani kuifanya ni kama tiba Wanasema sio kwamba kurani haiwezi, inaweza, lakini kurani haikuja kwa malengo hayo. Kurani haikuja kwa malengo hayo. Wanasema inaweza, si kama haiwezi, inaweza. Sasa ni wapi waliposema kwamba kurani haikuja kwa malengo hayo? Hamna sehemu liosema hivyo. Kwa hiyo mimi nihimize ni kwamba tujitahidi mara kwa mara, tusijisahau tujirejezerejezee kila muda tujikague, tujione, ili tuzidi kuwa salama kila dakika, kila saa, na Allah atatujalia atahafifu, insha allah. Kwa haya machache, tuombe tu ni miongoni mwa wale ambao yastamiuna alqaula fisbnhasana, walhamdulilahi rabbil alamin.